Na nitumie tu wasaa huu e, pia kuwaambia kuwa, kuwa, wananchi wetu kwamba serikali ipo kwa ajili kwa ajili yao na hospitali hii ipo kwa ajili yao, wapo kwa ajili ya kuhudumiwa. Kwa hiyo ni vizuri sana e, kuwa na na na uelewa huo na mtazamo huo kwamba hakuna ambaye yuko hapa kwa ajili yake binafsi, si daktari e, sio mfawidhi si nane yuko, kila mtu aliyoko hapa yuko kwa ajili ya wananchi, na wananchi lazima wafahamu hivyo, na wakija hapa kuhudumiwa, uh, waje na mtazamo mm -hmm. Eh, lakini pia kumekuwepo pia na namna ambavyo eh, wananchi wetu pia wana wanatoa taarifa ambayo sio nzuri. Tumia nafasi pia kuwaomba wananchi kutotumia jina la hospitali au la daktari kutoa taarifa ambayo si sahihi kwa manufaa binafsi. Nimekuwa nikipata kesi hizo za ambazo nakuta mtu amekuja kupata huduma hapa. Sasa anataka kutumia hospitali hii e, kwa ajili ya kujipatia manufaa yake binafsi anaanza kutoa taarifa za uongo kuhusiana na huduma ambazo zinatolewa hapa e, mfano mzuri ni hili iliyotokea na e, huyu mtoto baba, mtu ametoa taarifa za uongo kwa watu ambao wanataka msaada, kitu ambacho ni kinyume na utaratibu na kitu ambacho si sahihi ambacho hakikufanyika kwenye hospitali. Nimejiridhisha kuanzia kwa watu wote, daktari na wengine wote ambao wanahusika e, taarifa ambazo hazikuwa sawa sawa. Kwa wananchi pia ni vizuri wakatoa ushirikiano mzuri na a, wakatoa taarifa sahihi. Kama unaomba msaada kwa marafiki zako, ndugu zako, omba msaada unaohitajika na wala usitumie jina la hospitali kinyume na utaratibu. Sababu kufanya hivyo unaweza kuleta madhara makubwa si tu kwa hospitali lakini kwa mtu mmoja mmoja ambaye anahudumia katika hospitali hii, na hivyo kuwakatisha tamaa hata wale ambao wanatupa huduma. Kwa hilo nimeona nilizungumze.